akithibitisha kutokea kwa ajali hiyo katika barabara kuu ya Morogoro Dar es Salaam, Inspekta Faraja Pazi kutoka jeshi la zima moto na uokoaji mkoa wa Morogoro anafafanua ajali hiyo ilivyotokea. saa 7 na dakika 28 tulipata tukio tukapewa wiki to kwamba nane nane kuna gari zinaungua, tukatoka kule tumefika hapa saa saba na dakika 38 tumeingia hapa tukaanza tukakuta hiyo tenki ya ya mafuta ambayo imetokea daa na hii gari nyingine imetokea Iringa zimegongana ile tenki ya mafuta tumekuta inawaka. Kwa haraka haraka tukaanza jitihada za kupambana na ule moto, tukapambana na ule moto. Ile tenki iliyobeba nyuma ilikuwa na mtoto, ilikuwa na mafuta aina ya petroli, ile ya mbele ilikuwa na mafuta aina ya, ya diesel. Kwa hiyo tumeuzima kidogo na kuangalia, tukagundua kwamba kwenye hii gari moja iliyotoka huku ina watu wawili mle ndani, lakini ile gari nyingine, mpaka sasa tunafanya jitihada bado hatujaona, lakini mle ndani inasemekana hapo watu wengine wapo. Kutokana na ajali hiyo Mashuhuda wakawa na haya ya kueleza namna ya kile walichokiona, yaani kadi ajali inatokea ukatokea na mlipuko wa moto hapo hapo. Kwa hiyo gari hiyo ajali iliyotokea ilikuwa ni tanki la mafuta ambalo lilitokea Dar es Salaam alafu na gari moja ilitokea njia Iringa. Kwa hiyo hii gari ya njia Iringa ilikuwa kasi sana na hisi, alikuwa anawahi kufika, alikuwa elekea Dar es Salaam. Sasa alipofika hapo karibu na sehemu ya ajali Akawa amepiga tuta sale kutokana na kubwa wa tuta, gari ikamshinda hivyo mshinda, mshinda ikaama njia. Wakati ikiama njia ikakutana na gari nyingine ambayo imetoka Dar es Salaam ikabeba mafuta ikagongana uso kwa uso, hapo moto anza kuwaka gari kubwa liferi kwenye tuta, ikakutana na gari ya mafuta ndio moto ukatokea kwa hapo ulipo. Nadhani unasema dereva hajatoka, kama kuna tingo hajatoka, gari zote mbili ukufusi ziliongozana. Baada ya kuongozana wakafika kwenye tuta, inasemekana yule wa mbele alibinya breki kwa ajili ya tuta. Sasa yule wa nyuma baada ya kuona mzee kabinya breki, akaona hapo anaweza akagonga nyuma. Ikabidi akatanua. Alipotanua akakutana na gari nyingine zinaenda kwa kule sasa. Nnavosemekana ezia gai moto, inadhaniwa kuwa ni magari mawili ambayo wamepata ajali katika eneo hili hapa la Nanenane na kusababisha ajali hii ya moto. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.